Mtazamaji, familia za waathiriwa wa ajali iliyotokea eneo la Migaa, kaunti ya Nakuru, Ijumaa, zimeendelea kutambua miili ya wapendwa wao. Na majonzi na huzuni zilitanda kwenye makafani ya hospitali ya rufaa ya Molo zoezi la kutambua miili yaliyoaga dunia ilipoanza, na jamaa za waliofariki wakitaka hatua kuchukuliwa kuzuia maafa yanayotokea barabarani. Ajali hiyo iliyohusisha trela na matatu ilisababisha vifo vya watu kumi na tatu na mabiria wote waliokuwa kwenye matatu hiyo ya kampuni ya Kitale Shuttle, na wawili waliokuwa kwenye trela ya mizigo. na nimekuja hapa kwa ajili ya mjukuu wangu na kitukuu, walikuwa anatoka Kitale wakielekea Nairobi, alikuwa anarudi kazini, alikuwa ameenda kuona mama yake. Sasa wakirudi Nairobi, ndio alikutana na ajali na tumekonfamu miri yao, tumewaona wako hapa moro. Tumempoteza baba yetu kwa ajali ya gari ambayo ilipata ili, ili hapa saliga. Ni jana tulipata ripoti asibuhi ya kwamba mzee pia alikuwa amesafiri na hilo gari yakikuja Nairobi.